Gereza miaka tisa. Leo Kenya ina demokrasia inayofanana na uhalisia wa kweli. Mandela alikaa jela miaka 27. miaka 27 ni umri wenu hapo wengi, lakini leo Waafrika kusini wa Afrika wanajitawala. Mahata Magandi alipasivia, alikuwa hakuna mtu ameingia magereza mara nyingi kama Mahata Magandi, ameenda magereza mara nyingi sana lakini Mwingereza hmm, aliondoka India, India ikawa na uhuru wa India. Hmm, Obama asingekuwa rais kama asingekuwa Martin Luther. Hatuhitaji taasisi kupigania righteousness, tunahitaji watu makini ndani ya taasisi, watu ambao wamedecide. Hmm, uhitaji kampani kubwa sana, unahitaji commitment na sacrifice, determination. Wewe unaweza ukawa kitu cha ajabu, unaweza ukawa, unaweza ukawa kiendi you can even dream to be, to be the president of this country who's not. Kwa hiyo kwa hiyo consider yourself kwamba you are such a strong woman, na kwamba forget what is past, kwamba umepelekwa mahakamani, you will defeat them. Sisi tumeenda mahakamani mara nyingi sana, yani tumeenda mahakamani mara nyingi sana lakini Mungu ametusaidia, we always defeat them. Hata recently tumewapiga tena, na tutaendelea kuwadefeat na nimalizie kwa kusema jawani Leo mimi nimeenda kanisani na sikutaka kutangaza kwamba nitaenda kutoa shukrani kwa Mungu kwa sababu a, Mungu kunitendea wema sio jambo la ajabu, ni part and parcel ya maisha yangu. Mimi ni mtoto wa Mungu, kwa hiyo wema wa Mungu kwangu sio miracle, sio muujiza. Yaani Mungu kunitoa jela is not a miracle. yaani mimi ni part and parcel ya, ya, ya, mto, ya mimi ni mtoto wa Mungu mm, na nilisema ningetangaza ni kwamba, jamani, mnisindikize tukatoe shukrani, nikaona pia na kanisana ungeweza kupiga mabomu kama juzi wamepiga watu, mpaka leo wameweka watu ndani. Kwa hiyo nikaamua kwenda na mke wangu na watoto wangu tu, lakini nimesema maneno yafuatayo: wapendeni maadui zenu, waombeeni wanao waonea, wabarikini wanao wauzi mm. Hawa watu wanaotufanyia haya mambo, hakuna injustisi. Hakuna mbegu ya injustisi inayopandwa, hakuna mbegu dhalimu inayopandwa itakaovuna rehema. Atakayepanda mahindi atavuna mahindi. Haya mateso haya wanaotupitisha haya, watavuna pasipo kutarajia.